Kufanya haki pale endapo wanapoona kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Katika kutimiza majukumu yao, wasiende katika kinyume na utaratibu ambao utaharibu viashiria vya uvunjifu wa amani vikaweza kutokea. Hivyo nina ninafuraha sana na nahakikisha nitafanya juhudi kubwa na jitihada za dhati kabisa kuhakikisha naisaidia serikali yangu, lakini pia jamii yangu kuhakikisha swala zima so la amani na utulivu inapatikana pasipo na kikwazo. Naahidi nitafanya kazi kwa umoja a ushirikiano na kuhakikisha amani ya nchi inatawala na inaendelea kuwa na amani. Nitatoa taarifa zenye uhakiki na kuweza kushirikiana na viongozi ili kuwe na amani katika kipindi hiki tunachoelekea cha uchaguzi. Amani itawale, maana amani ndio utovu wa ulimwengu. Katibu mkuu wa taasisi ya International Peace Information IPI, Dr. Judith Molel, amesema wameamua kumpongeza rais wa taasisi yao Profesa Wilson Munguza kutokana na mchango wake wa kulinda amani ndani na nje ya Tanzania. Pamoja na serikali kutambua kazi yako, mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakusita yeye mwenyewe kukuandikia barua ya pongezi ya kukushukuru kwa kazi nzuri ya kudumisha amani. Pia tumeshuhudia pale ulipoona Raisi, pale tulipoona Rais wa Jamhuri ya Watu wa Uganda kupitia Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni kukuteua wewe kuwa rais wa amani wa East Africa. Mheshimiwa Rais Profesa Wilson George Munguza, tunakupongeza pia kwa kuanzisha taasisi hii katika nchi za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Uingereza, DRC, Sweden. Ile ni jukumu kubwa ambalo umetufanyia ume kama wana International Peace Information raisi. Mheshimiwa Raisi, uongozi wako umetufanya tujivunie kuwa tunaye kiongozi unayeweza kuimarisha taasisi hii na vyombo vya ulinzi na usalama pia, taasisi hii kuiunganisha na Ikulu Yaani wasaidizi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wa amani, tukizingatia kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye amiri jeshi mkuu wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais Prof. Wilson George Munguza, tunakupongeza pia kwa juhudi zako za kuanzisha chuo cha International Peace Information, cha amani ambacho kitajengwa mkoani Tanga ambapo serikali imetoa eka 50 za kujenga chuo cha amani. Hongereni sana. Mimi ninachopongeza tu kama balozi wa amani chini ya UPF, Universal Peace Federation, nasema jambo hili ni zuri kwa sababu ndio shughuli zetu kuhakikisha amani ya nchi yetu Tanzania kwanza na amani ya Afrika na dunia nzima kwa ujumla ina inakuepo, kwa sababu tunasema kwamba Eh, amani inapatikana vipi? Lazima tujue jinsi ambavyo amani inapatikana. Eh, wabunge wapo kwa ajili ya kuwasemea watu wao. Eh, wapo kwa ajili ya kuwasemea watu wao na tunaamini hivyo kwamba wale wanakuwa wametumwa na watu wao, lakini agenda kuu kwenye eh, eh, IPF ni kwamba amani ya nchi yetu. Yani, hiyo ndio agenda mama. Yani sio visima, sio kwanza barabara, sio kwanza nini. Agenda mama ni amani ya nchi yetu. Sasa amani, hakuna mahali popote patakuwa na amani ya kweli kutoka moyoni bila haki. Kwa hiyo bila shaka kwamba chini ya IPI chini ya kiongozi mkuu Wilson George Munguza litaleta chachu kwa Watanzania, lakini nafikiri pia itakuwa ni sehemu ya kuwashauri hata viongozi na wakati mwingine hata wabunge wenyewe wakikutana hivi pembeni, wabunge walioteuliwa e, walioteuliwa na IPI na wabunge waliochaguliwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaamini wakikutana hivi watabadilishana mawazo. Kwa hiyo kitendo cha kubadilishana mawazo, maana yake mawazo ya amani na fikra za amani zitaingia kwa kila Mtanzania. Kwa sababu kwenye falsafa ya amani ama vurugu ya aina yoyote, tunasema chochote kile kinaanza katika sehemu kuu tatu. Kwanza, mtu anaanza kupata fikra eh, iwe nzuri au mbaya, lakini inaanzia kwenye fikra. Lakini pili, huyu mtu anakuja kusema ana, anasema ana, anaongea sasa. Akitoka kwenye kuongea sasa, ndio huyu mtu anakuja kutenda. Kwa hiyo zile fikra za uharibifu fikra za kuondoa eh, kuondoa amani ya nchi yetu zikiharibiwa kwa Watanzania, zikiharibiwa kwa Wakenya, zikiharibiwa kwa Waganda, zikiharibiwa kwa Wakongo, zile fikra mbaya, bila shaka tutaishi kwa amani, na mapolisi na wananchi watakuwa ni marafiki. wanagonga chairs. Katika hafla hiyo ya uzinduzi wa bunge la amani la Tanzania, wanachama wa taasisi ya International Peace Information IPI Memkabidhi tuzo rais wa taasisi yao Profesa Wilson Munguza kutambua mchango wake kwa jamii kuhusu ulinzi wa amani nchini.